Serikali imepanga kuongeza mgao wa fedha kwa kila mwanafunzi wa shule ya msingi kutoka shilingi 1400 hadi shilingi 2300 kuanzia mwaka ujao wa kifedha. Hatua iliyopelekewa vyema na wakuu wa shule kutokana na kupanda kwa gharama za uendeshaji. Financial year 2026-2027 because the presidential working party did recommend that we move the capitation for primary school 2,300. To to hatua hiyo imetokana na wito wa wadau wa elimu na mapendekezo ya kikosi kazi cha Rais kuhusu kuboresha ufadhili wa shule kulingana na hali ya uchumi. We were doing a verification exercise of how many students do we have in our country. How many of these are in which grade? How many are male? How many are female? That exercise is complete and the report is ready. We'll be releasing it next week. Mzazi wa gredi ya kumi kutoka kaunti ya Bungoma anadai kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu na anaomba serikali ilipe karo na sare za wanafunzi pamoja na kuwapatia ajira baada ya masomo. Jina naitwa KKA eh, Amos Juma Ikeza yu, kutoka Pungoma. Mimi ni mkazi wa Pungoma naendesha bodaboda hii town ya Pungoma. Na upande kwa wa kuendesha bodaboda kusomesha watoto CBC, ni maana imekuwa ngumu na hii si samrema ya Januari, imekuwa ngumu sana kwa sababu unapeleka mtoto CBC na ukifika huko uniform peke yako nakwambia elfu kumi na nane, mimi nakwambia elfu ishirini na mbili, wengine mpaka wameenda mbali elfu ishirini na tano alafu hiyo ni uniform peke yake, ukiweka vitabu ukiweka vitu vingine, na hiyo mambo imeumiza wana wazazi sana. Nimekuwa ni maisha ngumu kwa wazazi. Sasa serikali ambayo tuna tunaitumainia kwamba inaweza kutusaidia inaendelea kutukandamiza sisi kama wazazi, kwa sababu ukiona watoto wawili wako grade 10 wengine wako grade 9 wengine grade unakuwa na msiko mkubwa sana, kwa sababu kwenda lipe shilingi elfu hamsini na tatu kama school fees, uniform shilingi elfu kumi na nane ishirini ama ishirini na mbili, uongeze vitabu, uongeze mambo mengine, hiyo sanduku uweke vitu vingine, inaenda around elfu moja mia moja. Na hiyo ni mzigo kwa wazazi, wakope loan. Kabla hajamaliza loan, kuna watoto wengine grade 9 grade 7 Ha, wengine wako sekondari wenye hajamaliza sekondari, bado wako sekondari, hasa inakuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wazazi. Sasa serikali wakati inazingatia upande wa kusomesha watoto, pia singatie watoto kupata kazi, kwa sababu mtoto anakaramika pesa mingi sana kusomesha mtoto, na serikali isingatie upande wa kazi kuajiri watoto hawa wakati wanamaliza shule. Wakati huo huo, maswala inaibuka iwapo shule za upili pia zitapata mgao kama huo, huku wakidai kwamba mara nyingi hawapati mgao kamili. Na wanaonya kwamba iwapo marekebisho haitafanywa shule za upili zitaendelea kukabiliwa na changamoto za kifedha. Nikiripotia mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao. Jina langu ni Dina Mkalo.